Inaonekana wewe kama unavyoona hapa tupo godowni mashine zipo nyingi sana. Mashine ya kukamua mafuta namba 120 inakamua na kuchuja, inahiti moja kwa moja, yani inachoma moja kwa moja, mafuta yako yanatoka safi kabisa. Hii ni mashine imara. Wateja wengi wamekuwa kiulizia lakini leo bwana, eh, cha kufurahisha ni kwamba huduma imesogea hapa hapa Tanzania. Unakuja ofisini kwetu, unakuja kuangalia mashine. Wewe tazama, unajipatia mashine kama hii, mashine ya kisasa na bora kabisa, yani mashine yenye uwezo mkubwa. Inatumia slifezi inachuja moja kwa moja na kuchemsha. Hii mashine inatumia frita mbili, inatumia umeme mkubwa. Karibuni sana wateja wote wa mikoani mliopo mkoani mnaopenda kufika ofisini kwetu kwa ajili ya huduma zaidi, unaweza ukafika kujipatia mashine yako. Hii ni wewe kuchagua, mkulima. Umelima sasa umekaribia kuvuna. Je, unataka uvune ile muuzie mwingine akapate faida kubwa? Hapana, sisi sote tunataka tufanikiwe. Ndio maana tumekuletea huduma ya kisasa na bora kabisa. Hizi mashine ni nzuri na zenye uwezo mkubwa. Unaweza ukafika ofisini ni kwetu Tegeta Nyuki, Dar es Salaam, kwa ajili ya kujipatia mashine hii na kutajia kabisa namba za simu. Piga simu namba sifuri, saba, sita, mbili, hamsini na tatu, hamsini na tatu, sifuri, moja. Fika ofisini kwetu kwetu, ndugu mteja kwa mashine, kwetu, kwa ajili ya kujipatia. Hizi mashine zinapatikana kwa bei nafuu kabisa, inakamua, inachuja, yani mkulima unapata faida mbili, unapata mashudu, unapata mafuta, unapata mashudu, mafuta, faida kubwa kabisa. Usitake kumuuzia mtu kwa bei nafuu alizeti yako au karanga zako au mchikichi yako. Hii mashine ni nzuri kabisa, unaweza ja ofisini kwetu kwa ajili ya kujipatia. Wateja wote ambao wamefika kwetu kama wateja wa kuetu, Dodoma, kama unavyoona o mashine kuna namba 95 ni mashine nzuri gunia thelathini na tatu kwa <laughs> namba 120 gunia 65 kwa muda siku moja inakamua inachuja na kuchemsha moja kwa moja. Wateja wetu wa mikoani tunawatumia kwa aminifu mkubwa. Wateja wetu wa Dodoma wengi wamejipatia mashine hizi, na wateja wengine kutoka mkoa kama wa Singida wamekuja kujipatia hii mashine. Ni bora na nzuri kabisa, inakamua inachuja moja kwa moja. Sasa hivi ni kisasa, mambo yanaenda kisasa zaidi. Chagua ufuge kisasa na ulime kisasa, upige biashara kisasa zaidi ili uweze kuwa na wateja wengi. Hii ni namba 120, ndugu mteja, bado na shanga nini? Utaki kupata huduma nzuri, au unataka nini? Hii ni huduma ambayo imepatikana kiwepesi kabisa kwa Tanzania ili hii, hii ni huduma ambayo tumeamua kuwarahisishia Watanzania ambao ni wakulima, hasa wale ambao wanauza mazao yao kwa bei ndogo, lakini mafuta yanakuwa na bei kubwa. Mtu anauza mazao kwa bei ndogo, sasa tumekuletea mashine kwa ajili ya hiyo huduma tu. Mimi nimenyanyua mikono yangu juu, wewe tu chague mashine hii uipate. Ehe, kama unavyoona bado ni nyingi kweli kweli. Hizi hapa mashine nyingi kweli kweli. Namba 120 ishirini hizo hapo kama unavyoziona. Yes, namba mia moja ishirini. Sogeza kamera kwangu anione asije kaona tapeli eh, kama unavyoniona mashine hizo hapo. Karibu sana kwa ajili ya huduma zaidi, tunapatikana Tegeta Nyuki, Dar es Salaam. Yes, tunawapenda sana na kuathamini. sifuli saba sita na mbili hamsini na tatu hamsini na tatu hamsini na tatu sifuli moja, namba zetu za simu ili uweze kujipa kujipatia mashine bora na kisasa zaidi Ewa!